Pamoja na kwamba nitawapitisha katika, katika ushauri wa jumla huu ni wa jumla, lakini na sisi wataalamu kutoka katika kila wilaya tuna nafasi kubwa ya kueleza athari ambazo ni specific na ushauri ambao ni specific kutoka katika wilaya zetu, ili tuweze kumsaidia Mheshimiwa Katibu Tawala na uongozi wa mkoa katika kufanya maamuzi, lakini vile vile kuwasaidia wananchi wetu katika shughuli hizi mbalimbali mbali ikiwemo shughuli za kilimo. Sasa kwa upande wa sekta ya kilimo na, na usalama wa chakula, mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa unyevu katika udongo na hivyo kuathiri ukuaji na maendeleo ya mimea na hatimaye kusababisha upungufu wa mavuno, hususan kwa mazao yanayotegemea ya mvua pia kuna uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile panya, mchwa na kadhalika. Kwa muktadha huo basi, wakulima wanashauriwa kutafuta taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani, kwa kuzingatia utabiri wa msimu wa wilaya husika katika kuchagua mbegu na zao sahihi katika maeneo yao. Aidha, wakulima na maafisa ugani wanashauriwa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu taarifa za mwenendo wa msimu kadri zitakavyokuwa zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini, yani TMA. Kwa upande wa sekta ya mifugo na uvuvi, utabiri unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa maji na kuathiri upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo na kusababisha migogoro kati ya wa wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Hivyo basi, wafugaji wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na vyakula vya mifugo, kufuatilia utabiri wa hali ya hewa na kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza na kuendelea kunufaika na hali ya hewa inayotarajiwa wakati huu wa msimu. Kwa sekta ya usafiri na usafirishaji kwa ujumla, sekta ya usafiri na usafirishaji inatarajiwa kunufaika kutokana na mvua za chini ya wastani hadi wastani katika msimu huu wa mvua. Hata hivyo, uwezekano wa vipindi vifupi vya ongezeko la mvua vinaweza kuathiri na kusitisha shughuli za usafiri na usafirishaji kwa muda. Wadau wa sekta hii wanashauriwa kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi, ukarabati na matengenezo kinga ya miundo mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji ili kupunguza au kuzuia athari zinazoweza kujitokeza e, hii inaendana na jiografia ya mahali hata kama mvua zimenyesha chini ya wastani, basi lazima tujiandae kitaalamu kulingana na jiografia ya mahali pale. Niwaombe sana tufanye kazi kwa ukaribu zaidi na wakulima, tuwafikie wakulima wote, tuhakikishe tunawapa ushauri wa kitaalamu wachukue hatua gani, kupitia mikutano ya vijiji. Hata kule kwenye ngazi ya kata unaweza mkakutana mkafanya mikutano kule.